Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kingi Kitepwe, nimekuja kuwafahamisha jambo hili ambalo linaweta sitofahamu katika ulimwengu. Jambo hili ni jambo la nyota. Elimu ya nyota ni elimu ambayo si ngeni katika masikio ya watu, imeshaongelewa miaka mingi leo, na mpaka leo kila mtu bado anaongelea, lakini katika elimu hizi za nyota sisi tunaongea, tunawachanganya wasikilizaji, hawajui wasitiki wapi, hawajui kwa sababu kila mtu anaongea jinsi anavyoweza yeye, lakini ikipata mfanisi mzuri wa kuiongea na mtu akasikiliza kwa utashi mzuri, anaelewa kabisa achokiongea huyu kina mantiki kina ipu, na ndivyo hivyo na namwamini huyu. Kuna watu wanaingia unyonge katika maisha yao wakijiongelea kwamba mi na nyota mbaya, mi nyota yangu haina bahati, mi nyota yangu sipendwi na watu. Usijiweke unyonge katika hilo. Kwanza nakufahamisha, hakuna nyota mbaya, mtu asikuteteleshe kwa imani. Hakuna nyota mbaya na wala hakuna nyota nzuri, nyota zote ziko sawa. Sasa leo mi sitaki niliongelee jambo la nyota, siko tayari kwa kuongelea limu ya nyota ila leo nataka niwafungue tu kifumbo kidogo, nitaishia hapo tena. Tutakuja kuongea mengine yajayo, uzuri wa nyota na ubaya wa nyota. Kwa mfano, mfano tu, labda wewe unaitwa Sadiki ni mfano tu, anene unaitwa Sadiki. Sadiki una nyota yako, alafu mtu akaitwa Manueli labda akaitwa Manueli. Manueli ana nyota yake. Sasa ukiwa kutanisha watu hawa wakiwa nyota zao sawa watakuwa sawa na atakuwa marafiki na kila jambo litakuwa vizuri. Hata kwenye mahusiano ya mapenzi mambo yatakuwa sawa. Hata kwenye mahusiano ya kazi mambo yatakuwa sawa. Lakini ubaya wa nyota ukikutana na mtu ambaye sio nyota yako, wewe unaweza kujisifu, mimi nyota yangu nzuri sana nzuri, lakini ukikutana na mtu sio mwenye nyota yako, wewe yako itakuwa mbaya kwa story yako na yule yake pia itakuwa mbaya kwa story yako. Lakini hote mkakutana kwenye nyota zinazoshabihiana basi itakuwa na uzuri. Kao jibu kwamba mtu mjibu mtu kwamba mi nyota yangu sio mbaya, na huyo asemi mi nyota yangu sio mbaya. Wasitambiane watu kwenye, ukiona nyota ukiona kuna ubaya nyota haimaanishi kwa kwamba kwa nyota yako mbaya, hule aloshirikiana naye kwa wakati na ule jambo ile halikwende, kwa sababu tofauti wa nyota hilo. Lakini ukimpata mwingine hiyo nyota yako unajua naye mbaya, ukimpata mtu mwenye nyota yako mnazoendana jambo itakwenda koo, Insha Allah masalamu. Alhamdulillah, tukutane Allah, kipindi kijacho Allahu akbar.